kitu kikubwa ambacho Alikiba aliamua kukizungumzia ni mahusiano kati ya msanii Harmonize pamoja na mwanadada Kajala. Ukiangalia eh, hili penzi ni penzi ambalo limefufuliwa, ni penzi ambalo lilikufa, lakini sasa hivi limeshafufuliwa upya. Yaani, na tunaweza kusema penzi la Harmonize pamoja na Kajala limekuwa lele lelelele, kila mtu anatamani kuiangalia hii kapo eh, kila mmoja anatamani wafunge ndoa leo kesho. Lakini taarifa mpya ambayo iliweza kuanikwa mitandaoni ni kwamba Kajala ana ujauzito wa msanii Harmonize. Unaweza kuona sasa hivi Paula anaenda kupata mdogo wake e, Paula binti huyu huyu ambaye ana mtoto tayari e, basi anaenda kupata mdogo wake e, jambo ambalo kila mtu linamshangaza kwa asilimia kubwa, lakini kila mtu ana maisha yake, huwezi kujua Kajala alikuwa ana mpango gani au alikuwa amefikiria nini e, mpaka akaamua kuja kuzaa mtoto wa pili e, kwa sasa hivi. Msanii Alikiba kuna namna fulani hivi amezungumza kauli ambayo tumeshindwa kuielewa kuhusiana na Kajala. Ukimwangalia Kajala a, ni dada ambaye mara nyingi sana amekuwa ni mtu ambaye anapenda sana kuwa na mahusiano wa kimapenzi na mastaa wa hapa nchini Tanzania, lakini pia ukiangalia kwa asilimia kubwa sana Kajala amekuwa ni dada ambaye akiwa katika mahusiano yake anadumu kwa muda mrefu sana, lakini pia hatujawahi kusikia Kajala yupo katika mahusiano alafu baadaye eti amechepuka. Kiufupi tunaweza kusema Kajala, katika swala zima la uchafu wa mapenzi haya, hilo swala tumfupte, kwa sababu akishaachana na huyu akawa na wewe basi anataka kuwa na wewe moja kwa moja. Ndicho kitu ambacho mara nyingi Kajala huwa anakifanya, na mashabiki zake mara nyingi sana huwa wanamfurahia kwa huo msimamo ambao amekuwa akiuweka. Alikiba ameweza eh, kuulizwa kuhusiana na mahusiano hayo eh, akaulizwa yeye kama Alikiba ambaye ni mtu wa karibu sana na msanii Harmonize, anamshauri nini Harmonize eh, katika swala zima la mahusiano yake ambayo ameweza kuyafufua, na kwa sasa hivi inavyosemekana tayari Harmonize ameshapeleka mahari kwa kina Kajala, na sasa hivi kitu ambacho kinapangwa ni ndoa tu kati ya hawa watu wawili Harmonize pamoja na mwanadada Kajala. Msanii Alikiba ameweza kujibu hilo swali na kudai kwamba wote hao ni watu wazima. Au ukimwangalia Harmonize ni mtu mzima, lakini pia Kajala ni mtu mzima. Sasa wana maamuzi yao, wakiamua kuachana wanaachana, wakiamua kurudiana wanarudiana, wakiamua kufanya hivi wanafanya. Lakini Alikiba akaweza kumpatia tu ushauri wa bure msanii Harmonize kwanza kabisa Ay, akadai kwa yeye binafsi msanii Alikiba kitu ambacho hawezi kukifanya ni kuwa na mwanamke ambaye amemzidi umri, mwanamke ambaye ni mkubwa kuliko yeye. Lakini pia kwake yeye Alikiba anadai hawezi kuwa na mwanamke ambaye muda wote akijisikia kumwacha anamwacha, muda wote akijisikia kumrudia anamrudia. Hicho ni kitu ambacho ameweza kumshauri sana amnaiz kwamba aangalie, eh, huwezi kujua, mwanamke umemuumiza, umemfanyia mambo mabaya, umemuonesha utupu mtoto wake, eh, ulikuwa unamtongoza mtoto wake na kumtaka ulale naye, baadaye mwanamke huyo huyo amekuja amekwambia, nimekusamea naomba turudiane. Yeye kama mwanaume anatakiwa kujifikirie sana. Alikiba amempa tu ushauri wa bure Harmonize kwamba kae chini afikirie kama mwanaume kwa makosa yale ambayo alimtendea Kajala. Kajala kweli akae Kajala tu chini hivi kirahisi, rahisi namsamea Harmonize. Huenda kuna mbinu ambayo Kajala pamoja na Paula wameipanga kwa ajili ya kwenda kumuumiza msanii Harmonize hapo mbeleni, labda kuna namna fulani hivi wamedai, huenda hiyo ikawa ni mbinu E, au ikawa ni mpango ambao Kajala, pamoja na mtoto wake Paula, wameupanga na ukiangalia hii pointi ya Alikiba inaweza ikawa na mashiko fulani kwa sababu mambo ambayo Paula aliwahi kuyanika kwamba eh, Harmonize aliwahi kumtumia utupu wake, Harmonize aliwahi kumtongoza na kumsumbua sana eh, na kutaka alale naye, mambo kama hayo. Eh, inawezekanaje tena eh, huyo huyo Kajala ah, aamue kumsamehe mwanaume ambaye alikuwa anamtumia utupu mtoto wake? Yaani, kitu ambacho mama yake anakitumia chumbani, basi mtoto wake anakifahamu kwa macho hivi. Jamani, hii mbona kama vile ni ya sasa Alikiba kaona siwe mnafiki eh, ni kweli wamepandana, lakini pia ni kweli, pia ni kweli msanii Harmonize anataka kumuoa, lakini pia Harmonize anatakiwa afikirie, anatakiwa angalie eh, huyu Kajala, mambo yote mabaya nilomfanyia kweli ameamua kunisamea? Eh, yeye anaona ni mapenzi, lakini huenda hakuna upendo wowote pale. Kajala kuna namna fulani hivi eh, labda anataka kuchuma pesa zake au kuna jambo lolote tu ambalo limemrudisha kwa msanii Harmonize. Sio rahisi, rahisi, na Alikiba anakwambia eh, sio hivi hivi Kajala kurudi kwa Harmonize, licha ya mambo yote yale ambayo Harmonize aliweza kumfanyia. Weka mashabiki, shabiki, unalipi la kuzungumza? Tuachie maoni yako, lakini pia usahau kubonyeza maandishi mekundu yaliyoandikwa neno subscribe.